Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Suratul Fatiha katika kumsaidia mtu kukidhiwa haja ya kitu anachokitaka. Ikiwa kuna jambo unalitamani ukiwa kuna jambo unalolitaka, hata kama ni jambo la kidunia. Hauna nyumba, unatamani kupata nyumba. Hauna kazi, unatamani kupata kazi Hauna mtoto unatamani kupata mtoto, hauna e, mali unatamani kupata mali. Kwa kwa haja yako yoyote uliokuwa nayo inayokutesa katika nafsi yako, unatamani nipate kitu hichi, unatamani kitu hichi niweze kukipata, basi ndugu yangu Mwislamu, leo ninakupa moja katika njia ambazo ninaamini kwa idhini ya Allah subhanahu wataala, ukiitumia kwa imani ikhlasi na yaqini, basi utatimiziwa ama utapewa kile unachokitaka ndani ya muda mchache baada ya kufanya programu hii ya suratul Fatiha. Sote tunafahamu kabisa wallahi ladhim, la ndugu zangu, kama kuna sura ina maajabu katika kumsaidia mtu juu ya matatizo aliyokuwa nayo basi namba moja ni suratul Fatiha. Suratul Fatiha ndiyo iliyomfanya ibilisi agaregare na kusaga miguu na kusaga meno baada ya kushushwa suratulfatiha. Suratulfatiha ni mkombozi wa matatizo, suratulfatiha ni mwokozi wa kila janga linalokusibu ndugu yangu. Una haja yako yoyote ile uliokuwa nayo leo, nitegee sikio lako la moyo, kabla ya sikio la kichwa, niweze kukupasha habari hizi nzito kabisa na hizi kodi za ajabu ninazokupa zitakazokusaidia ndugu yangu kutimiza malengo unayoyataka ama mambo unayoyataka biidhni rabbi lalamina. La dada zangu msioolewa, mnaotamani kupata waume muda mrefu umeteseka, posa inakuja inakimbia. Leo ndiyo siku ya kuniazima sikio lako la moyo kabla ya sikio la kichwa. Kaka zangu mnaoteseka maisha magumu, maisha mazito, maisha mitihani, riziki zenu zimekuwa ngumu, leo nitegeeni hili sikio la moyo kabla ya sikio la kichwa. Wewe dada, ambaye tumbo yako imekuwa ina ugumba maskini Eh, tumbo yako imekosa ime, ime, ime rutuba ya kubeba ujauzito. Leo nisikilize kwa makini. We unaiteseka na maradhi ya muda mrefu, we unaiteseka na majanga ya mwili ya muda mrefu. Leo nitegee sikio la moyo kabla ya sikio la kwisha la kichwa. Ninakupa kodi hii ya ajabu ya surat ul Fatiha katika kumkidhia mtu haja yake na katika kumsaidia mtu kupata kile anachokitaka na kile anachokitamani sasa moja kwa moja naomba nikufundishe namna utakavyoitumia Suratul Fatiha katika kukuondoshea dhiki zako, majanga yako na mabalaa yako. Unaifanyaje Suratul Fatiha? Suratul Fatiha inatakiwa isomwe mara arobaini na moja mara arobaini na tisa Subhanallah, inatakiwa isomwe mara arobaini na tisa Suratul Fatiha uzisome arobaini na tisa kwa maana utaanza ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano mpaka zinafika arobaini na tisa Sasa nisikilize vizuri, utakaposoma Suratul Fatiha arobaini na nane ile Suratul Fatiha ya mwisho ya arobaini na tisa hapo ndo napataka unisikilize kwa makini, ile Suratul Fatiha ya arobaini na tisa Sasa ushasoma arobaini na nane, unaingia ile Suratul Fatiha ya mwisho ya 49. Ile sasa utaisoma hivi, nisikize mimi nitakavyoisoma. Utasoma hivi: a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin

mia tatu thelathini na tisa. Ukimaliza hapo ndugu yangu unayenisikiliza na, na kunatazama hivi sasa unamsalia mtume kwa swala Ibrahimia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim wabariki ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fi alamina innaka hamidum majide. Mara mia moja na kumi na moja unamsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu, kama kuna jambo ulikuwa unalihitaji ukweli wa kulihitaji, na ukaifanya hinilo kuelekeza hapa, wallahi utashangaa Utaona maajabu hii kodi inayokupa mpenzi wangu, kipenzi changu, kokote pale ulipo, ni kodi yenye maajabu makubwa sana, ndugu yangu, katika kukufanikishia mahitaji yako, katika kukupa yale unayoyataka na yale unayohitaji. Njia hii ni katika njia ambayo, ndugu yangu, mujarabu mno. Sidhani kama unaweza ukamaliza wiki moja kwa idhini ya Allah kama hujatekelezewa haja unayoitaka, insha allahu taala lakini wakati vyema wa kuifanya hii dua kwa wale ambao mna ubavu, amka usiku. Wewe ambaye hauna ubavu wa kuamka usiku, basi hata mchana unaweza ukafanya. Eh, pale baada ya labda kwa sababu kipindi kirefu tunakuwa nacho labda kuanzia kwenye majira ya dhuha pale eh, majira kuanzia saa tatu, saa nne, saa tano kabla swala la dhuhuri au tunaweza ukafanya baada ya swala ya dhuhuri, ni bora ni bora zaidi insha Allah taala. Lakini ukifanya usiku ndio bora zaidi na zaidi na zaidi, na insha Allah Maula jalla jalaluhu, insha Allah taala. Kuna kukata tamaa ndugu yangu muislamu na mpenzi katika imani, ni kupambana paka tunapata haja ya yale mambo tunayoyahitaji na yale ambayo yanatu katika maisha yetu. Msisahau ya kuwa ndugu zangu tunapatikana eh, kigamboni mwembe mtengu insha Allah Maula jalla jalaluhu. Kwa wale ambao mnahitaji kufika ofisini kwetu kwa ajili ya huduma zingine mbalimbali basi tunapatikana Kigamboni mwembe, mwembe Mtengu. Ikiwa hujanielewa katika hii darsa na unahitaji maelekezo muhimu zaidi, unaweza ukanitafuta katika nambari zangu za sifuri saba nane saba tano tano mbili mbili moja moja au kanitafuta katika nambari ya Voda sifuri saba tano tano mia tano sabini na saba sifuri mbili mbili au kanitafuta katika namba ya Tigo 0679 25 22 11. Shukran lakum jazakumullahu khair. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.